Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. Kuna hii clip ningeomba tuitizame kwa pamoja na tusikilize pointi na nukta ambazo kwamba shekhe amezizungumza ndani hii clip. Halafu tutazisherehesha na kuzifafanua pointi zake inshallah ili tuweze kufaidika sote. Naomba tufanye ni subra katika kusikiliza clip hii inshallah taala. Ndugu zangu, leo unaona hii siku ya arafa namna ilivyokuwa nzito asije mtu leo akakukosesha hii siku. Tayari leo imetokea, watu wameshatangazia watu katika nchi yetu hii kwamba Arafa katika nchi ya Kenya itakuwa ni siku ya Ijumaa, Arafa katika nchi ya Saudi Arabia itakuwa ni siku ya Alhamis. Na Arafa ni moja tu. Mtume swalla sallam ametaja kwamba ni siku ya Arafa, hakusema ni siku ya tisa katika mwezi wa Dhulhijja. Ama ndugu zetu wanakunja hizi hadithi ili kuhalalisha mambo yao, ndugu zangu, na hakuna jambo la hatari kama hilo. Nafikiri tumesikiza paka hapo eh. Nafikiri nimepata pointi kama mbili hivi, kwa hiyo tutazirekebisha hizo kwa haraka kilafu tusonge mbele katika kusikiliza eh, maelezo mengine ambayo shekha amezungumza. Pointi ya kwanza amesema kwamba arafa ni moja, arafa ni moja tu duniani. Ni kweli, naam, maneno sahihi kabisa, arafa ni moja, ibada ya arafa ni moja peke yake inayotekelezwa kule Maka, Saudi Arabia, sawa eh? Ibada ya arafa ni moja inatekelezwa nchini Saudi Arabia, na hii ni ibada ya arafa tuliwe kuzungumza, ni ibada inayowahusu watu waliokwenda kufanya hija. Kama wewe hujaenda kufanya hija, unafanya wapi ya arafa yako? Hauna arafa unayofanya. Wanaotekeleza ibada ya arafa ni wale waliokwenda kuhiji wewe ambo kwamba hujaenda ku, ku, ku, ku, ku, kuhiji hufanya arafa, wewe utafanya nini? Wewe utaifunga ile siku ambayo kwako wewe itakuwa ni tarehe tisa. Shekh akasema hivyo, sivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema siku ya arafa, hakusema tarehe tisa. Kwa hiyo wale waliosema tarehe tisa, tukaambiwa kwamba hao wanakunja wanakunjakunja hizi hadithi ili ili wapate kuhalalisha mambo yao. Sasa tataka kujua na Ibnu Utheimini na yeye alikunja kunja hadithi ili apate kuhalalisha mambo yake, kwa sababu Ibnu Utheimini pia yeye amesema arafa ni tarehe tisa ya mwezi wa Dhulhijja. Bin Bazi pia amesema hivyo hivyo. Tunataka kujua hawao mashekhe na wanawazuoni kwa itifaki yao wote wamekubaliana kwamba arafa ni tarehe tisa ya mwezi wa Dhulhijja, hivi hawa wanawazuoni wote wamekunjakunja hadithi za mtume ili wahalalishe mambo yao. Hapo sitazungumza sana, nafikiri hapo mshaelewa kinachoendelea. Wacha tuendelee kusikiliza klipu inshaallah. Katika masala ya mgogoro wa mwezi kuna ikhtilafu, lakini qaulu rajih, qauli ambayo imeegemea dalili, ni watu wafate mwezi mmoja wa dunia. Hii ndio kauli ambayo dalili zote kwenye Qurani Wat na katika Sunna ya Bwana Mtume zote, nawaambia ni Waislamu, kaulu rajih ameifanua ndugu yetu shekhe wetu hapa kwamba kaulu rajih ni maana yake ni kauli ambayo kwamba imeegemea dalili zaidi. Kwa hiyo mwana wa chuoni huyu na shekhe huyu Ibnu Utheimini amesema kaulu rajih ni watu kutofuata mwezi wa Saudi Arabia, endapo watakuwa wametofautiana, usifuate tarehe za Saudi Arabia ikiwa imetofautiana na mji wako. Hiyo ndiyo kaulu rajih na akasema hiyo ni qaulu rajih min aqwali ahli alilm sawa. So, eh? kwa hiyo sasa ishafahamika hapa masala ya qaul rajih na ishaeleweka ili, kisha mwisho akamalizia akasema likuli baladin ru'yatahu inda ikhtilafi almatali'. Hiyo ni kauli ya Ibnuthaimin kwamba kila mji una mu, muandamo wake katika masuala unafuata mwandamo wake katika masuala ya ikhtilafu za, kwa mwa za miandamo yani, wakati miandamo imetofautiana basi watu watafuata mwandamo wa mji wao hawafai kufuata muandamo wa mji mwingine, na hiyo ndio kaulu rajih. Sasa kabla hajasonga mbele shekhe, lazima fahamu hiyo kaulu rajih, alikuwa akizungumza kizungumza ibn Uthaymeen ameitaja kaulu rajih katika masala ya mwandamo wa mwezi ni watu kufuata miezi yao. Sasa mimi nitaka kujua tumfuate ibn Uthaymeen mtu mwenye elimu shekhe anayetegemewa na ndugu zetu, ama tumfuate huyu shekhe? Maanake huyu shekhe tunayemsikiliza yeye pia ibnu Utheimini, yeye pia anamtegemea ibnu Utheimini. Lakini ibnu Utheimini amesema kaulu rajih, watu ni kufuata miandamo ya miezi yao ya, yaani, miji yao. Lakini ndugu yetu hapa anaona kidogo. Sasa tutataka kujua anayepindisha maneno na pindishapindisha pindisha, na kuzikunjakunja kunja hadithi ili kuhalalisha mambo yao ni, ni wale wenye, wenye, wenye miandamo yao na tarehe za tarehe tisa ya mwezi wa Dhulhijja ama ni yeye? Mitihani hiyo. Haya, tusonge mbele, huko mbele ndiyo kuna moto moto mkali sana shekhe kauwasha huko mbele. Haya, tusikilize mbele, anasemaje. Kwa wanazuoni ambao tunaizungumzia hapa, ni maimamu wanne: Imam Abu Hanifa, Imam Malik Imam Ahmad bin Hambali na imamu na Shafii. Maimamu watatu hawa, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik na Imam Ahmad bin Hambali, wamekubaliana kwa sauti moja kwamba mwezi ukionekana mahali popote pale duniani, inamlazimu Muislam mwingine mahali popote alipo kufunga ama kufungua, na wakiegemea dalili katika Qurani na sunna ya Bwana Mtume. Miongoni mwa dalili, Mtume aliposema sumu li ruyatihi wa aftiru liruiyati hii, fungeni ionekanapo, ionekanapo mwezi. Si mnapouona hapo, wana tafsiri, tafsiri potofu, wanakuambia bwana ni lazima tuuone. Sasa tumeambiwa kwamba maimamu watatu hao wamekubaliana kwa sauti moja, tunataka kujua sauti hiyo ni sauti ipi na ni kwa umoja upi. Tunataka kauli inayothibitisha kwamba hao maimamu watatu walikubaliana wote mwandamo wa mwezi utakapokienda mahala basi, dunia nzima itafuata. Ibn Uthaymeen yeye pia ni Hanabila, huyu anafuata madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sasa Ibn Uthaymeen yeye kwake amethibitisha hivyo hivyo kwamba kaulu rajih na kauli ambayo kwamba yenye nguvu kwa wanawazuoni ni watu wafuate miandamo ya miji yao, sumu liruyatihi, maana yake kila mmoja afuate mwandamo wa mwezi wake. Ibn Uthaymeen katika tafsiri ya hadithi sumu li ruyati waftiru li ruyati, Ibn Uthaymeen yeye ya ametafsiri ya kwamba watu watafunga na kufungua kwa muandamo wa mwezi wao, sio kwa kuonekana mahala pamoja, dunia nzima ifuate kwa muandamo wa mwezi wao wa ule mji wao. Hiyo ni kauli ya Ibn Uthaymeen katika kuitafsirini hadithi, lakini shekhe hapa ametafsiri kinyume. Sasa tufuate tafsiri ya Ibn Uthaymeen, ama tufuate tafsiri ya Sheikh Bafana? Hilo pia ni swali ambalo kwamba pia limenitatiza hapa. Tusikilize mbele tena. na hii siku ya Arafa itakuwa ni siku ya Alhamis na ni wakati mahujaji wamesimama katika uwanja wa Arafat na ndio maana ikaitwa siku ya Arafa, wanasimama katika uwanja wa Arafat siku ya Arafa na sisi naye tunafunga saumu ya siku ya Arafa. Swala linakuja hapa, je wale watu katika nchi zingine ambazo kwamba wako mbele, maanake kuna baadhi ya nchi, wakati ni mchana Saudi Arabia, watu wako kwenye makawanja Arafa, hizo nchi zingine washaingiliwa, washa na jioni usiku shawaingilia, washapitwa, ina maana Arafa ishawapita wale. Na kuna baadhi ya nchi ziko nyuma, kama mfano wa Marekani na nchi zingine, wanakuwa Saudi Arabia wakiwa ni mchana, wale nchi zingine bado wako usiku. Kwa hiyo wakifika jioni, wakiondoka katika makawanja Arafa ina maana sasa, ndio kwanza nchi zingine watu wanaanza kuamkia asubuhi. Ina maana washapitwa, hawa kwanza wametangulia siku zao waka, wak, wak, wakaitangulia Arafa hawakuipata, wengine wakachelewa kuingia Arafa ikapita. Sasa itakuwa vipi Arafa dunia nzima, tutafuta vipi Arafa ya mfumo huo? Na ndio maana tukaambiwa tufuate tarehe tisa na ndio unaona hawa ndugu zetu wanapozungumza hawataji hawataji maimamu watatu hawa hawataji kabisa na huko anatuambia kwamba hao ndo maimam aimmatu ahlussunna waljamaa. Utasikia tu wanataja mashekhe wengine, mashekhe wa kisaudi, wataleta tu shehe gani kutoka Uingereza amezungumza na clip ya Kiingereza, kuna msaudi fulani ameongea, shekh uluthaimin shekh binbaz. Kwanza tupate kujua, ndugu yangu, wanakuambia mashekhe wa kisaudi wenyewe wanasema kwamba kila, kila nchi ifate arafa yake. Sasa tupate kujua kwanza, ndugu zangu mashekhe wa Kisaudi lao itakuwa wamesema hivyo wow. Wao sio aya wala hadithi, wao ni binadamu, wanapata na kukosea. Sio kila kitu tunachosema msaudi ndio sisi tunaona kama ni dini. Umesikia hiyo pointi hiyo eh? hiyo pointi, ndugu yetu anawakataa kina Ibn Uthaymeen hapo, anasema kwamba mashekhe wa Kisaudi wakisema wao si aya wala hadithi, na ametumia lugha mashekhe hakutumia lugha shekhe, ametumia lugha mashekhe, na maana yake kuna jopo la wanawazuoni wa Kisaudi ambao wamekubali masala haya kwa mfumo huu ambao tunaeleza. Lakini shekhe hapa anaukataa kabisa kwamba hao, hao mashekhe wa Kisaudi si aya wala si hadithi. Kwa maana ni, ni shekhe atuaminishie kwamba yeye huyu shekhe ana elimu zaidi kuliko wale mashekhe wa Kisaudi na mashehe hao ambao kwamba watakuwa pamoja na huyu shekhe anayezungumza sasa hapa, watakuwa wao wana elimu kubwa kuliko mashehe wa Saudi. Filihali hawa mashehe ambao wanazungumza masala haya, elimu zao ili ziwe ni elimu za kukubalika, ni mpaka waende Saudi Arabia wakasome. Wanakwenda Madina University, wanakwenda Umul Qura, wanakwenda see mbalimbali wanasoma. Wakienda Saudi Arabia kusoma, ndio elimu zao zinakuwa kama zinapata tahqiq, zinahakikishwa kwamba huyu sasa amesoma amehitimu. Sasa swala liko hapa. Ina maana wao wanawakataa mashehe ambao kwamba wamekwenda kusoma kwao, halafu baada ya kusoma unarudi unakuja kupingana na wao na kusema kwamba wao si, si, si aya wala si hadithi. Yani unawapinga mashehe kwanza, kwamba misimamo yao ya masala ya ndamu wewe unaipinga; pili, unasema kwamba wao si aya wala si hadithi, na nyinyi mumekwenda kwao kusoma na mkapata mashahada yao, kisha urudi useme kwamba Ha, si wala si hadithi, wao si tofata aya na hadithi. Ina maana umewafanya kama wao hawazielewi aya, hawazielewi hadithi. Yani hivi shekhe hapa bafana anataka kutufahamisha ya kwamba yeye yafahamu aya na hadithi kumliko Ibn Bazi, kuliko Ibn Usaimini na mfano wake? Hivi anataka kutuaminisha hivyo na kutuambia kwamba wao si aya si hadithi, wao watafuata aya na hadithi, manake wao wana ufahamu zaidi wa aya na hadithi kuliko wa hao walosema. Ina maana hichi ni kiwango Kibaya sana kwa ndugu zetu mahali wamefikia. Hatusikilize nukta za mwisho mwisho huko. Lakini ni mtihani mkubwa sana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaulu jamhur. Kauli ya wanazuoni wengi. Katika wanazuoni ambao tunaizungumzia hapa ni maimamu wanne. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambali na, na Shafii hawa, Imam Shafii maimamu watatu hawa Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik na Imam Ahmad bin Hambali wamekubaliana kwa sauti moja. Mwisho Sheikh asema kwamba dalili zote katika Qur'ani na hadithi zimeonyesha kwamba mwezi ni mmoja na Waislamu wanatakiwa wafunge kwa kuandama, yaani kwa kufuata mwezi mmoja au kwa kufuata mwandamo wa mwezi mmoja, ndio mwisho. Na kauli ambayo kwamba ilikuja ya kutafautiana miandamo ni kauli ya alimamu shafii rahimahullah na kauli hii imekuwa haikutiwa katika mafungu ya kaulu raje. Kaulu raje zimetajwa zile zingine, lakini ya Imam Shafi haikutajwa, wala haikunukuliwa wala hakuzungumzwa. Na yeye asema kwamba sisi tukizungumza hatutajwi wale maimamu watatu, yeye mbona hakumtaja Imam Shafi? Hilo ndilo swali pili. Al-Imamu Shafii tunapomzungumza Imam Shafi, huwazungumzi Imamu Shafi yeye kama yeye mmoja Alimamu Shafii ni mmoja kweli, lakini chini yake waliofuata ali madhehebu ni wanawazuoni wakubwa, maelfu ya wanawazuoni ambao kwamba wamefuata madhehebu ya Alimamu Shafii. Kwa hiyo inapozungumzwa madhehebu ya Imamu Shafii na kauli ya Imamu Shafii, huwa ni kauli ya wanawazuoni walobobea katika ulumi mbalimbali, wametoa kauli kwa itifaki yao na kupitisha kauli hii na kufuata madhehebu ya Imamu Shafii. Ujue si kauli ya mchezo au neno tu kusema, Imam Shafi amesemaje? ah, Imam Shafi mwenyewe kauli yake inakuaje? ukamchukulia Imam Shafi rahisi rahisi tu hapana. Imam Shafi ni kweli, yeye ni mmoja, lakini ukumbuke kuna wanazuoni wakubwa sana ambao wako chini yake na wanafuata maneno ya Imam Shafi. Sasa tuambie wale wanazuoni wote wamekosa, alopata nani? ni yeye bafana Ali, Imam Shafi madhehebu yake ndio ndani yake kumpatikana wana wanawazuoni wakubwa sana kina Alimam Bukhari kina Alimam Muslim, hao maimamu wa ma muhadithina, hao wapokezi wa hadithi mbalimbali, maimamu wa hadithi hao, wengi wao asilimia tisaini wanatokamana na madhehebu ya Alimamu Shafii, ya Alimam Shafii wote ndio kawasome madhehebu yao kina Alimam Baihaqi kina Alimamu Nasai, wote hao utakuta wote walikuwa katika madhehebu ya Alimamu Ash Shafii. Sikwambii wanawazuoni wa kifiki Nenda kawatizame kina limamu Ghazali kani limamu Nawawi eh, kina Ibn Hajari Askalani, kawafuatilie wote hao, ni wanazuoni magwiji na wamebobea waloshiba elimu na uchamungu na wote wa katika madhehebu a Imam Shafi, na wakazipitisha kauli zile na wakasimama nazo kuzipigania kwamba zinafungamana na aya na hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa hyokisema kwamba kaulu raji na kauli za za, za Imam Abu Hanifa na Imam uh, Malik na weng, na Imam Ahmad kwa baadhi ya kauli raj, na hiyo ndio kauli ambazo kwamba zimetuonyeshe wapi walipokubaliana. Hapo Al Imam Ahmad amekuja mwisho, Al Imam Abu Hanifa alikuwa mwanzo, Al Imam Malik alikuwa kati, baada ya Imam Malik ni Imam Shafi. Sasa kauli zao alikubaliana kwa sauti moja. Sauti ipi hiyo? Alikubaliana Ana, amesema hivyo yeye, amesema wamekubaliana kwa sauti moja Sauti ipi? Kwa makubaliano yapi? Haya maneno mpaka yafanyiwe bahthi na uchambuzi. Allah tupatia ilmu nafi wa rizqan wasian wa amala mtaqabala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.